Hey mambo vipi, karibu sana katika YouTube channel yangu. Tunakwenda kuoneshana jinsi gani ya kuweza kudownload lakini pia kuinstall, eh, PyCharm katika kompyuta. Kama unahitaji kuweza kudownload PyCharm na kuinstall kwa ajili ya kuweza kukodi pengine language ya Python, basi video hii ni video ambayo nitakupeleka mwanzo hadi mwisho katika kuweza kufanya hivyo. Na kama unataka kufahamu hii PyCharm haswa ipoje na ni kitu gani, basi kuna video ambayo tayari nimeshaiandaa na nimeshaituma hapa katika YouTube channel yangu, unaweza kwenda kuangalia. Nimekuwekea pia linki katika description, nimeelezea PyCharm ni editor ama IDE ya namna gani na inatumika kwa lengo gani. So moja kwa moja fungua browser yako ambayo unaitumia na njoo zako moja kwa moja katika Google search tu hapa PyCharm kama hivi ambavyo nimeandika mimi, PyCharm ukiklik okay, enter tayari ita search engine ya Google na itakuletea result moja, kwa hiyo hapa moja kwa moja tutakuja katika sehemu inayosomeka download community edition. Okay? Kwa sababu zipo za aina mbili, kuna professional na kuna community edition. Utaklik hapa katika PyCharm community edition na itafunguka. So hapa eh, close. Hapa kuna sehemu ya PyCharm Community Edition na PyCharm Professional na inakupa sifa zake hapo, kwa sababu hii professional itakuhitaji uweze kulipia. Unaweza kutumia kwa trial kwa muda siku 30, lakini baadaye itakubidi uweze kulipia kwa sababu ina features ambazo huku katika eh, PyCharm Community Edition hazipatikani lakini sisi tunahitaji hii ambayo ni free ambayo ni PyCharm Community Edition. Utaweza kutumia bila shida yoyote, na utaweza kufanya mambo yako e, kuweza kucode kama ni kwa Python ama language ile ambayo ambao umeikusudia kuweza kutumia hii IDE ya PyCharm. So ukishuka chini kabisa huku utaona kuna hizi button mbili, kuna hii ya download, kuna e, na hii huko katika professional Ukiangalia pricing hii ni free, lakini hii unataka ku visit store na uweze kukubali kuwa utakwenda kulipia. So sisi tunahitaji hii for free, ta click download. Unaweza kusoma hizi sifa zao na ukaweza kujiridhisha. Baada ya kufunguka hapa, unaona kuna Windows, kuna macOS, kuna Linux. Kama wewe ni mtumiaji wa Windows, utabaki hapa hapa; kama ni macOS uta click hapa; kama ni Linux uta click hapa ili kwa ajili ya kuja ku download. So sisi ni Windows, ta click hapa. Utashuka chini kabisa, utachana na hii PyCharm Professional, utashuka utakuja katika PyCharm Community Edition, the IDE for pure Python development. Kwa wale ambao wanahitaji kuwa eh, Python developer, basi tayari hii ni IDE nzuri na imejengwa kwa ajili ya Python sana hapa. So, utakuta kuna hii button ya download uta click kuweza kudownload, na moja kwa moja itaanza kuingia katika kompyuta eh, yako, itakuwa ina download, unaona tayari hapa PyCharm Community Edition tayari na download ina kama MB mia tano hivi, kwa hiyo andaa bando la kutosha kuweza kuipata hii PyCharm. Baada ya kuweza kuingia kuweza kudownload, tutaenda kuona jinsi ya kuinstall. Haina kazi kubwa sana, tutafahamishana hapa hapa katika video hii so, huku tukisubiria ikiwa inaingia, la kuweza kukumbusha Hakikisha umesubscribe YouTube channel yangu, na mengi ambayo tumekuwa tukijifunza hapa, hata hizo programming language mfano Python tumekuwa tukijifunza eh, hatua kwa hatua vitu tofauti tofauti, kwa pia unaweza na wewe uka join na sisi ukaweza kujifunza, lakini pia kuna video tofauti tofauti ambazo zimekuwa zikisolve matatizo mbalimbali hususan mbali, katika masuala mazima ya teknolojia hizi digital devices na vitu vingine. So unaweza kufaidika na hayo mambo. So wacha tuweze kuisubiria iweze kukamilika, baada hapo tuweza kuinstall. Okay, kama unavyoona tayari tu imeweza kukamilika, imeshaingia yote PyCharm tayari kwa ajili ya kuweza kuinstall. So moja kwa moja kinachofuata hapa ni kwenda kuifuata katika folder ambayo tumeihifadhi baada ya kudownload. Kila mtu anafahamu. Unapo download kitu katika browser basi utaweza kukipata katika folder ya download. Kwa utakuja katika folder ya download kwa kuklik katika file explorer yako ama hapa hapa tu kwa kuweza kuklik sehemu ya download ukaklik katika hii alama ya e, icon ya folder. Na itaenda kushow katika folder kama hivi, ya kwangu inavyoonekana na hapa unaona inavyoonekana hivi. So, uta double click kwa ajili ya kuinstall na kama unavyoona haina kazi sana katika kuinstall ni very simple, tutakuonesha hapa, tutakwenda hatua kwa hatua, so uta click yes, user account control kwa accept, then utaona dialog kama hii, window welcome to PyCharm community edition setup kwa uta click next then utaangalia je, yeah, pass destination folder. By default tunakuwa tunaacha hiyo hiyo lakini, utaangalia na wewe inaenda kuhifadhiwa wapi. So uta click uh, browse kwenda kusave hii E, PyCharm katika hiyo location, kama itakuwa storage yako ni ndogo sehemu hiyo, lakini kama itakuwa storage inatosha, basi utaweza kuisevia hapo hapo kwa kuclick next. Ukiangalia mimi storage yangu ni ndogo sasa hivi katika kompyuta yangu, na ndio maana inahitaji space required 2.0 GB na mimi space ambayo ipo available ni MB 500. Sasa wacha niweze kwenda kufuta baadhi ya vitu. Ukiangalia mimi storage yangu ni kweli zimejaa hazina space ya kuweza kuchukua hii ambayo inahitaji space angalau GB mbili. Kwa acha niweze kufuta baadhi ya vitu hapa ili niweze kupata space. So kuna vitu ambavyo sivihitaji nitaweza kuviondoa. Let's say, wacha tuondoe hizi hapa nita delete. Yes delete. Na nategemea nitakuwa nimepata e, space ya kutosha, kiangalia imeongezeka hapa GB kumi na nne sasa hivi, nikija hapa sasa hivi Okay, Let's say ni back, click next. Tayari sasa hivi naweza kuingia kwa sababu space ambayo inapatikana ni GB kumi na nne na space inayohitajika ni GB mbili tu. Kuhakikisha na wewe unazingatia vitu hivyo, click next then create desktop shortcut. Kama unahitaji kuwa na shortcut ya PyCharm katika desktop uta tick, lakini pia update pass variable restart needed utakapo click hapa kuweza ku add pass, katika environment variable basi itakubidi uristart baadaye kompyuta yako, lakini update context menu, kwa utaklik hizi tiki nzuri, kuweza kutiki zote, click next then install. Okay it extracts folders files na itakuwa inaingia kama hivi ambavyo unaona so very simple. Tukimaliza hatua hii, tutakuwa tumeweza kumaliza, tutafungua kwa mara ya kwanza na tuone PyCharm inavyoonekana for the first time. Na video ambayo inafuata, nitakuja kufahamisha jinsi gani ya kuweza kuinteract na, na PyCharm, kwa haraka haraka utaweza kuelewa, lakini pia baadaye itakuja kufahamisha jinsi ya kutengeneza faili yako ya Python ama programu yako ya kwa Python kwa mara ya kwanza na kuweza kurun vipi, ambavyo una run utaweza kujua utakapo maliza katika video ambayo inafuata. Okay, kama unavyoona tayari tumeweza kuinstall PyCharm katika kompyuta yetu. So hapo utachagua kama unahitaji kureboot sasa hivi, yani kurestart kompyuta yako sasa hivi. Kama huna kazi ya umuhimu, unaweza kurestart kwa kliki hapa reboot now, lakini kama unahitaji utarestart baadaye basi utaklik hapa, I want to manual reboot baadaye. Sasa hivi na kazi ya kufanya kwa utaacha hapa, hapo utaklik finish, na tayari utakuwa umeinstall, umedownload na kuinstall PyCharm katika kompyuta yako. Na hata ukisearch sasa hivi hapa PyCharm, utaweza kuiona, tayari upo nayo katika kompyuta yako kama unaona hapa. So unaweza kuclick ukaweza kuiopen na itafunguka na utaanza kufanya kazi zako kama kawaida. Okay, oh sorry imekuja kufunguka hii ambayo ni uh, tayari tumesha install, imeenda ku search ile app instead ya kufunguka uh, ile ambayo tumesha installed. So wacha tuweze kutoka hapa, na kama unavyoona hii hapo, kidouble click katika desktop shortcut ile ambayo tumeiweka itafunguka IDE yetu ya PyCharm, na tayari kwa ajili ya kuweza kuitumia kuweza kucode kama ni unapendelea ku code katika language ya Python, basi hii ndio IDE special kwa ajili ya Python programming language, so tayari hapa I confirmed. Continue. Okay, don't send. And boom, import setting, Visual Studio Code. Kumbuka nipo nayo katika kompyuta yangu, kwa hiyo kama kuna settings zile ambazo zipo katika Visual Studio Code unahitaji kushare huko katika IDE ya PyCharm. Unaweza ku accept kwa ku click hapa, ku import setting ambazo zipo kule zije kukaa na huku, baadhi ya settings zinaendana, au unaweza ku click skip import. So acha tu skip kwa sasa, then tayari hapa PyCharm imeweza kufunguka na inaonekana hivi na tayari kwa ajili ya kutengeneza new project na kuweza kuanza ku code. So sina la ziada leo katika video hii tukutane katika wakati mwingine, tutakapokuja kujifunza sasa jinsi ya kutumia PyCharm kwa mara ya kwanza. Kama unahitaji kufahamu kiundani kuhusiana na PyCharm, kuna video ambayo nimekuwekea link katika description, unaweza kwenda kuangalia video hiyo, nimeielezea, so unaweza kupata idea ya PyCharm ni IDE ya namna gani na ina tofauti gani na IDE nyingine. So asante sana, like video hii, subscribe YouTube channel yetu, hakikisha. Kama una maswali yoyote na changamoto umekutana nayo, unaweka comment yako katika sehemu ya comment ya video hii. Asante sana.